<tipos> baadhi ya wazazi walitoa ombi kwa Rais Samia Suluhu Hassan kuingilia kati ili kuangalia kwa huruma hatima ya ndugu zao, wakisema familia nyingi zimeathirika, watoto wakikosa msaada wa wazazi wao walioko maabusu. Mama mamaanmamaangu eh, mama atendea akiwachamba jamani, mtoto wangu alikuwa anapita saa nne kamili asubuhi, mamaangu, saa nne kamili anampeleka mgonjwa wa hospitali, jamani, Yesu wangu eh, napiga mtoto ananiambia, mamangu, je nikampeleke mgonjwa leo? Mtoto angu yuko magereza, jamani, Yesu wangu, jamani eh, <laughs>

Mwenyezi Mungu, Samia, tuachilie waume zetu. Kuna ndugu zangu wanne wanaume wanne wako huku, wametuachia watoto, tunashindwa tajiza kuwalea wale watoto. Tuna mama mgonjwa. Samia huko liko, tuachilie waume zetu. Nina wanaume sita wako huku, wameacha watoto wameacha nyumba, tunalipa kodi, watoto wanasoma. Tu kumfuata mtoto wangu amekamatwa bila hatia tu, alikuwa hata siku ya, ameenda kupiga kura vizuri akarudi nyumbani siku ya tarehe moja akakamatwa tena asubuhi, amefanya kufuatwa nyumbani, alikuwa hata hayuko kwenye ma maandamano, nyumbani tu amekuja kumfuata mtu mwingine, wakamkamata mtu mwingine wakamchukua na mtoto wangu bila sababu e, namwomba tu mama Samia, kauli yake itekelezwe na si watoto wetu wa waachiwa ambao hawana hatia.